Wakazi wa Ngome walia na adha ya taka karibu na makazi yao. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe wafikishwa mahakamani. Na katika michezo na burudani, mashindano ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza kuanza kutimua vumbi Jumatano wiki. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari inayoletwa kwako nami Telesia Chalamila. Wakazi wa mtaa wa Ngome kata ya Kiesa mkoani Iringa wameeleza changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo kutokana na uwepo wa taka karibu na makazi yao. Mwanahabari wetu Valeria Ndau ana undani wa taarifa hii. UoI Digital imefanikiwa kufika katika eneo hilo na kuzungumza na wafanyabiashara ambao wameeleza hasara wanazozipata kutokana na uwepo wa taka hizo hiyo vyakula vingi, kwa hiyo hata nzi zinaona nzi nyingi. Kwa upande wa viongozi wa soko hilo wamesema hakuna, wa wa wa wa wa wame hakuna utaratibu mzuri wa utupaji wa taka hizo, huku wakieleza hatua walizozichukua katika uhakikishaji wa usafi wa soko hilo. Lazima ajibishwe. Alipe fine. Ili kama kesho asirudie kufanya tabia kama hiyo huwa tunawapigia tunawataarifu mara nyingi kwa kabla ya sawa sawa, tunawatarichukuu mpaka huku zimeisha. Ina maana ya vitu vingine ambavyo mpaka zinafikia kumwagwa chini hawaji kwa wakati, na hizi ni baadhi ya changamoto na athari zinazowakumba kwenye biashara katika soko la Ngome. Na nikiripoti kutoka hapa katika soko la Ngome mimi ni UID. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza katika kozi ya usanifu majengo chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST, wamewasili Iringa, lengo likiwa kufanya mafunzo kwa vitendo. Silvia Chalamila ana undani wa taarifa hii. Wanafunzi hao wameeleza lengo la kuja mkoani Iringa, ambapo mkufunzi wa mafunzo hayo amesema kuwa wanafunzi wamekuja Iringa ili kujifunza kwa vitendo. Lengo la safari yetu hapa Iringa ni kuweza kuwaorienti ama kuweza kuwaonesha kuwapeleka vijana katika mazingira halisi ya field ya kile kitu ambacho tunawafundisha. Ni kawaida katika uh, curriculum zetu baada ya wiki sita mpaka saba za kusoma darasani basi tunapata kuwa na wiki mbili takriban siku kumi na nne ambazo tunakuwa tunaenda field. Sasa field tutakakoenda itategemea pia mwanafunzi anasoma level gani. Ee, na itategemea vile vitu ambavyo wamejifunza vinapatikana kwa wingi katika mkoa gani, basi anaweza akaenda. Kwa hiyo wapo wanafunzi wetu ambao wanaenda katika mkoa wa Iringa, wapo wanafunzi ambao wanaenda katika mkoa wa Arusha, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Dar es Salaam ee, kwa ajili ya kuweza kupata mafunzo hayo ya vitendo. Naye mwadhiri wa chuo hicho amesema kuwa wamekuja kusoma mazingira ili wanafunzi wapate uwezo wa kufanya mambo mbalimbali kwa ufanisi mkubwa kuja hapa Iringa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo kwa vijana wetu wa mwaka wa kwanza, kuja kujifunza vitu mbalimbali, na kwa sababu wanafunzi tunawafundisha na wanafunzi wao wanaosomea teknolojia ya usanifu majengo. Kwa hiyo ikifika baada ya muda fulani, baada ya kama wiki sita za kujifunza theory, tunakuja kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kujifunza pia practical wanafunzi waweze kuwa na hands on mini abilities za kufanya activities mbalimbali. Kwa upande wa wanafunzi hao, wamesema wamejikita zaidi kwenye kujifunza uchoraji wa majengo, huku wakieleza namna ambavyo ziara hiyo itakavyowasaidia kwenye taaluma yao. Jeringa kwa ajili ya kujifunza kuchora, uchoraji kwa vitendo mini sketching, na lengo kubwa ni kuimprove uwezo wetu wa kudesign katika majengo ili kuhakikisha kwamba tunapopanga miji yetu iweze kuwa katika ubora mzuri unaoendana na mazingira yetu sasa hivi pamoja na teknolojia. Nikiwa maeneo ya Kasatawa mkoani Iringa, nyuma yangu ni wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Mufti kwa Mbea. Wamekuja mkoani hapa Iringa kujifunza kwa vitendo. Ni mimi Silivia Chalamila, UID. Taarifa yake Silivia inatukamilisha habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliyekamatwa na kupelekwa Marekani atafikishwa Jumatatu katika mahakama ya mji wa New York. Nicolas Maduro anakabiliwa na madai ya biashara za madawa ya kulevya, sambamba na mkewe ambaye pia alikamatwa na kuondolewa katika mji wa Caracas katika uvamizi wa kushtukizwa. Trump alitangaza kwamba Venezuela iko chini ya usimamizi wa Marekani, na hilo litathibitika baada ya kiongozi huo kufikisha mahakamani. Aidha, amemwagiza makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodri kuipa Marekani fursa kikamilifu ya kuyafikia mafuta na vitu vingine nchini humo vitakavyoweza kuiwezesha Marekani kuijenga upya Venezuela na Baraza Kuu la Usalama wa Umoja wa Mataifa litafanya kikao cha dharura leo kufuatia ombi la Venezuela ambacho pia kitakachotoa fursa kwa mataifa kuelezea wasiwasi wao juu ya nia ya Marekani kwa taifa hilo lenye karibu ya watu milioni 30. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi zitakazoleta kwako na Thomas Mapunda. Viongozi wa moja wa bajaji mkoani Iringa wameeleza sababu za kukopesha bajaji, vigezo pamoja na changamoto wanazokumbana nazo katika mradi huo. Wakizungumza na UoI Digital, viongozi hao wamesema zipo sababu na vigezo wanavyozingatia katika ukopeshaji wa bajaji hizo. Aidha, viongozi wao wamesema zipo changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo, ikiwepo madereva wengi kukosa leseni za udereva. Sisi tulianza kukopesha bajaji baada ya kuona kama viongozi mikataba e, ambayo vijana wanaichukua huko mtaani ni mikataba ambayo ni kandamizi na, na, na ina inawaumiza ina wa, ina watu ambao ni wanufaika matetezo wetu. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha kwenye utafiti wa namna hiyo kwamba watu wanachukua mkataba mpaka miezi ishirini na tano mpaka thelathini, na ukipiga kwa hesabu elfu 25 unakuta mtu mpaka anakuja kumaliza mkataba kwenye hiyo bajaji anakaribia kununua bajaji nyingine ya pili. Kwa tukaona sisi kama viongozi tuna jambo la kulifanya hapo, ili kuhakikisha tunawasaidia hao wa vijana ambao wameamua kujiajiri kwa kutafuta kipato chao cha kuendesha maisha na familia zao. Kwanza, vigezo vyetu sisi ni vigezo rahisi kabisa tumeweka, ambapo kila mtu anaweza afford. Kigezo cha kwanza anatakiwa kuwa dereva kwa maana yakuwa na leseni ya, ya udereva. Ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili tunahitaji awe na barua ya utambulisho kutoka mahali anapotoka mtaa, kwa maana babu ya mtendaji au ya mwenyekiti, ili tuweze kumtambua. Lakini tunahitaji awe na namba ya dida, kitambulisho cha uraia. Baada ya hapo, tunahitaji awe tuna passport, kwa maana udhamini, tuna ofisi ya bajaji inaitwa mdhamini, yeye kwa kipindi hicho cha mkopo. Kwa upande wa madereva bajaji, ambao ni, wanuf, ni wanufaika wa bajaji hizo, wameeleza umuhimu na changamoto wanazokumbana nazo, huku wakishauri vijana wanaokaa mtaani bila kazi kuchangamkia fursa ah, nachoona changamoto kubwa inayowapata wao si si si kianzio, wengi madereva hawana leseni kwao, na washauri waende wakakate leseni, kwa sababu ni moja ya zamana uwe ah, na leseni. Na washauri vijana ajira zipo, kama hivi ajira baadhi zipo, nyingi za mkopo za kukopesha zipo nyingi sana kwao, aj, wajihusishe baadhi za mkopo Viongozi wa ofisi ya umoja wa bajaji mkoani Iringa wameeleza vigezo lakini pia wameeleza changamoto na faida ambazo wanakutana nazo wakati wa kukopesha bajaji kwa madereva bajaji. Aidha, madereva bajaji nao wameweza kuelezea faida ambazo wanakutana nazo mara baada ya kukopesha bajaji na changamoto ambazo wanakutana nazo wakiwa kazini. ni kiripoti kutoka ofisi ya umoja wa bajaji mkoani Iringa, ni mimi Thomas Mapunda kwajuajili. Shukrani sana Thomas kwa habari hizo za biashara na uchumi. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Rahma Isa atatupitisha viwanjani. Nikusihi endelea kusalia nasi. Maandalizi ya mashindano ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Iringa, kitivo cha uandishi wa habari yameendelea kushika kasi. Kiongozi wa michezo, kitivo cha uandishi wa habari, Chuo Kikuu cha Iringa, Gloria Mbazo, ameeleza maandalizi ya mashindano hayo yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi siku ya Jumatano wiki hii. Utofauti wa mashindano ya mwaka jana na mashindano ya mwaka huu, kwanza, hawa watu waliokuja saizi festia wanavibe sana na michezo. Wanahudhuria sana, wanaamka sana michezo kwa hiyo kwenye kipengele cha wachezaji wa wachezaji wapo kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa pili ambao ndio washiriki wakuu wa mchezo huu. Mwitikio ni mzuri, wachezaji wanajitoa muda, muda wa kufika kucheza wapo, kama ni muda mpango saa ngapi wote wapo, na mashabiki pia wapo vilevile kwa vitivo vyote kuanzia certificate, diploma mpaka degree. Nao manahodha wa timu zote wameeleza maandalizi ya timu zao kuelekea katika mashindano hayo. Kwa sasa tumejiandaa vizuri kuunganisha na mtazamo ambao kocha wetu anao, pamoja na morali ya wachezaji, pia tuna momentum ya mchezo, kwa maana tulipoteza mechi iliyopita, na tuna uhakika wa kushinda huu mechi kubwa, kwa maandalizi yetu tuliyofanya, utimamu akili ya wachezaji na kimwili. Mi binafsi naona kabisa tunaenda kufanya kitu tofauti ambacho halijawahi kutokea hapa shuleni. Tuna wachezaji pro ambao kidogo wanaonekana na exposure kubwa uwanjani, wanaweza wakatuofa kitu. Benchi la ufundi mwalimu na timu yake yuko sahihi, yuko sawa sahi. Mpaka sasa naweza nikasema maandalizi ni kamili gado, tuko 100% kumkabili mpinzani tokae kutana naye. Kwa maandalizi naweza nikasema yameenda salama yameenda poa. Uh, tunachosubiri ni michezo yenyewe ambayo inakuja mbele na mchezo wetu wa kwanza ni kesho dhidi ya bajitu utakuwa ni mchezo mzuri kwetu na tumejiandaa kuhakikisha tunachukua alama tatu. Na hayo ni baadhi ya maoni ya viongozi na wanafunzi kuelekea sherehe za mashindano ya Welcome Festia kitengo cha journalism ambayo yanatarajia kuanza kufanyika kesho. Nikiripoti kutokea Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Rahma Isa ya Digital. Shukrani sana Rahma kwa habari hizo za michezo na burudani. Mtazamaji Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupate msamiati wa leo kutoka kwake Fariji Kasanga. Mtazamaji wa UoI Digital, chaneli yetu haichoki kuletea misamiati mipya kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na leo tumekuandalia msamiati wa neno dimbua. Je, unaelewa nini ukisikia neno dimbua? Twende tukawatizame wanafunzi wa chuo cha Iringa nao wanaelewa nini kuhusu neno dimbua. Na mtu akwambia neno dimbua, unaelewa nini? Tumekuwa na maneno tofauti tofauti katika lugha ya Kiswahili. Unaelewa nini mtu akwambia neno dimbua? Mimi sielewi, sina uelewa nalo. Ufikirie chochote e, ufikiria kwa sasa? <laughs> Ni ngumu sana mpaka <laughs> nikae nitafakari. Mtazamaji wa UoI Digital, tumetoka kuwatazama baadhi wa wa yoringa, ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakitoa maana harisi ya neno dimbua, lakini wengi wao wameshindwa kutambua maana harisi ya msamiati huo na maana harisi ya neno dimbua ni kununua kitu kwa mara ya kwanza tangu kitengenezwe. Nami ni kuachie na sentensi isemayo, Ashura alidimbua viatu vyake kwa mara ya kwanza tangu vitengenezwe. Langu jina ni Faraji Kasanga, UoI Digital, tukitoa habari ka kidigitali. Naam, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati dimbua nami na kuacha na sentensi isemayo, mtoto wa Amina alidimbua chakula kwa mara ya kwanza. Naam. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Teresia Chalamila. Asante na kwaheri.